Serikali ya kaunti ya Makueni imeanza kununua maembe ya wakulima kwa takriban shilingi milioni 13.9 ikilenga kununua tani zaidi ya 580 msimu huu, maembe ambayo yanatumika kutengeneza sharubati katika kiwanda cha wakulima cha matunda cha Kalamba. Serikali ya Makweni imeongeza fedha za kuwanunulia wakulima maembe kutoka shilingi milioni 11 namoja mwaka uliopita hadi shilingi milioni 13.9 mwaka huu ikilenga kununua tani miat5 thaman za maembe Mutula Kilonzo the governor of this county, Silver sinivetuletea vaite kubwa is only that uh, the partners, kama wakulima, and partners, stakeholders, this time nimesema kwamba wame play down kwa maana awakumesha kuproduce quality mangoes. Kwa maana inchi kama Middle East wako na problems na quality. Maembe yanayonunuliwa na serikali ya Makueni yanapelekwa katika kiwanda cha matunda cha wakulima cha Kalamba ambacho tayari kimeanza kutengeneza shurubati. Hata hivyo, Kumekuwa na tetesi kuwa kiwanda hicho kilinunua matunda nje ya kaunti ya Makueni na kuwafanya wakulima wa Makueni kukosa nafasi kwenye kiwanda hicho. Madai ambayo yanapingwa na mashirika ya ukulima yaliyotwikwa majukumu ya kununua maembe kwa wakulima na kuyaleta kwenye kiwanda hiki. Maembe ilikuwa imesaa sana na expect 20 tons. Olia edi nimeuza 5 tons nikadilipa huko kwa factory. M factory tu tunasikia ime overflow. Sasa sijui nitaipeleka wapi. Na ile shida tumekuwa nayo ni propaganda imeletwa, political propaganda. Nimesikia kwa maredio watu wakisema wakulima waleti maembe. These are the qualified people who have been supplying mango fruit to this plant and we have not had an iota of problem. Zimetoka kwa, si kwa wakulima. The system is here and we have the list, so mango zinatoka si kwa wakulima. Ni vile tu hatuwezi fikia wote wakati moja. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Manzo aliyezuru kiwanda hicho baada ya malalamisho ya wakulima, amelitaka bunge la Makueni kufanya uchunguzi na iwapo masuala yaliyoibuliwa ni ya ukweli, basi watume ripoti hiyo kwa bunge la Seneti. Hiyo kwa ile maswali kidogo imekuwa na imeibuka uh, nimependekeza bunge ya Makueni kamati ambayo inahusika na kilimo ianze kwanza ije hapa iangalie makaratasi yote. Uh, ripoti ipeanwe kule Senate ndio uh, tuhakikishe kwamba haki imepatikana kwa kila mkulima wa Makueni. If anything is found not tallying with the procedures and processes that are set as a government we will take stand action. Michael Mtinda, runinge ya Citizen, Makueni.